Hii life si rahisi, lakini wasee bado wana grind. Karibu kwa Mboka na Doh. Hapa ndo tunashow real life ya mtaa, vile watu wana make it bila shortcuts. Kila mtu anatafuta do, kila story ni unique. Hakuna filters, hakuna fakes, ni hustle raw, straight from the ground. Hustle ya Nairobi ni game ya kila mtu. Mtu wangu, subscribe juu hii siyo tu content ni life ya wase, ni inspiration ya mtaa. Mboka na Doh, kila hustle ina story. Brayo, sija kuona siku moja. Eh, lazima usikume pia man. Bana bana. Hapa kule juu chini asindisi wenyewe tulirauka mapema e, acha tukimbie tu haina otherwise. Sasa, Brayo ni unajua, kuna maswali nakuoga nimejiuliza. kama gani? Mingi sana na bado ni maswali zenye nikoshua mayuthman hapa nje wakipita huwa wanajiuliza daily. Sasa, Brayo ndo wewe ujipate hapa Kings and Queens ili kuaje? Story ile ya mimi eh, nikaingia mjengo, unajua construction

osa oh. eh, so okay, so, so tuseme kwa hii industry ya mjengo yeah. ukiwa ushajiambia mi naenda huku kisanye yeah. capital yeah. mini makinike na shughuli ingine ama ni tu yenye ili kurudisha after construction, ukaona hey, kuna form ingine mahali yeah.

Tukaanza na kitikamoja kiti moja. Sasa, hiyo ni kinyozi yako ya kwanza? Eh, eh, ule kapale ka kitikamoja eh, kiti moja, mhm, lazima kaufa kakua hapo ndani na sasa, wewe penye uliingia kwa hii biz, unaweza sema, kutoka hiyo time yenye umeingia mpaka saa hii, hii biz unaiona aje?

Mm. Hey. Yes, so, <laughs> hmm. Na sasa Brian nikiweza kuuliza the best and worst days kwa hii yeah, bizi yako, hebu niambia ile the ile the worst and the best day yeah, ukiwa kwa j ile siku yako best kabisa na ile siku yenye ni mbaya yenye kabisa unaweza sema yenye hii siku leo kwa mboka.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Na Brayo apart from hii kunyoa tu, shughuli gani ingine kwa life ya shule hivi ama any other thing? Kuna venye umetuambia mjengo, sasa hebu tupatie shughuli ingine, either kuna shughuli formal shule yeah. Shule hivi kulifanya civil engineering sasa kwanza, umefanya nikuulize swali lingine kidogo, nilikuwa nimesahau kiasi. Unajua mimi umefanya civil engineering, ulianza hii biz mwaka gani? Ulianza hii biz mwaka gani, hii biz sasa uko na miaka, uko na miaka mbili sasa kwa kwa hii kunyoa. Sawa. Na bado nakuga, nimeona umetuwekea nini ya tatu na sasa Brayo, kwa ni ukama huku nje eh. Msana pita hapa, anasema mi nataka kuweka kweka kinyozi ka ya Brayo. Na sama, hey, uko na nini ya kumshow Mini kwa kwanza, kitu ya kwanza kuna passion before uanze. Kwanza anza kiwe wewe mwenyewe una passion aah. Uh -huh. So, utakuwa na, okay, so, na ile ay na zenye msana anataka kuingia kwa biz, unaweza mwambia una expect nini ukiingia kwa biashara?

Yeah, sasa tuseme ukiingia huko 50-50. Kila kitu uh -huh. Itakaa fiti. Haya, swali lingine bado mm. Unafaa uh -huh. ujibu uh -huh. Yuthman. Uh -huh. Hebu tupatie uh, financial discipline yako men. Ukipata doh unazigawa aje, na hizi dooaatana kitu uko umeplania so mind ikwe tayari iko na venye utaitumia. Sawa, mzee. Haya sasa, na tutoke kwa maisha ya huku inje sasa. Sasa yeah. Yeah. Tuachane na kazi na nini, free time unafanya uh -huh. Yeah. Yeah. nini yeah.

Lazima, lazima, lazima mseboeke bana, important. Okay, ok, yeah, yeah, yeah. Sawa, Brayo.